Moja kwa moja kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like, na follow page zetu na utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto Kivu ya kaskazini, wazalendo wa watuanga M23 na kuingia Mutanda Fizi. Dragila ajitetea kutoshirikiana na magaidi wa M23. Kinshasa, Julien Paluku amtolea uvivu Joseph Kabila Kabange. Majira ni saa kumi na mbili saa za Afrika kati ikiwa saa moja majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV, tarehe ishirini na nane za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka operation saidia muzalendo bado ikunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba ambazo huko naziona kwa skrini yako, ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Pia tembelea Baraka One TV Channel 2, ambako pia utakutanana na baadhi ya matukio na moja kwa moja. Tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo watonga magaidi wa M23 na kuingia ndani ya kitongoji cha Mutanda. Mapigano yaliripotiwa ndani ya vijiji vitatu eneo la groupmenti ya Tongo hiyo tarehe ishirini na saba za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano tarafani Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Vyanzo vinasema mapigano yalitokea Kanyangiri, Runyenye, Kikarara ambako magaidi walivamia ngome za waza waza na hivyo kukutana na kipigo kitakatifu katika grupmenti ya Matanda ndani ya utawala wa Bwito. Wazalendo wamefanikiwa kuwatwanga magaidi wa M23 na kudhibiti kitongoji cha Matanda. Mengi na zaidi ujumbe huu kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini.

baada ya yote yaliyotokea huko jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo wameweza kutumia e, nafasi hiyo kuwatwanga magaidi wa M ishirini na tatu. Tuingie jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Fizi, ambako Dragila ajitetea kutoshirikiana na magaidi wa M ishirini na tatu, aliyekuwa msaidizi wa William Mamuli ya Kutumba kwa upande wa bahari. Eh, Dragila baada ya shtuma kuweza kuzidi kusambaa kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, huku ikisadikika kuwa tayari amekwisha kula mlungula kutoka kwa magaidi wa M23 na na hivyo yupo nafanya ziara sehemu mbalimbali kwa ajili ya kupigia debe magaidi wa M23 akiwa ndani ya vijiji kaza wa kaza, Dragila ameweza kujitokeza na kutetea kwamba yeye wala hajashirikiana na magaidi wa M23 badala yake anafanya kazi na serikali. Amjambo tena amjambo tena amjambo kule kwa nini mko mbali, msogee hapa munaogopa nini?

guverner Titiler mwenye alikuya alikuwa janjeake guverner ajwe hivi, mwenye anakuya ni Titiler alitoka Kinshasa juzi kufika Uvira iivio kazimia. Mio nilikuwa hapa kizuzi howeeter, anafika pale analikuta, anaambia tuwai ufanye sikirite yetu pale Kasaba. Amjambo tena. Na kama muliona boti moya inapita hapa mbele yangu, mule muko majeshi yetu tena tena. Nikuambie ama niwaambie miiki niku. Musiona ajabu kwa leo, sisi na afuma tuwo kimoya na tunapasha kuwa kimoya. Amjambo tena jambo. Leo kuna wengine wanasema fuma ni adui, wengine wanasema oh e dragila ni adui. Hivi dragila na fuma bado kimwoya ni watu ya neemi. Amjambo tena jambo. Ase ni watu ya kabila ile wote, nikutukuelewa

na serikali sio tu, fuma ni fuma. Hii munaona fuma, watu hawaelewi fuma. Ni mare hii ni efantri, mare ndio wanaita fuma. Munyivo ya navigasion tunaweza kuwa na manje kule mwenye hata atatupokea huku kunchikavu, ndo fuma Amjambo tena. Kwa hiyo kama kuna matatizo ingine ngine, fuma tunasema malalamiko mingi, e raia ena amani e fuma nafanya hivi hivi e, na hivi. Kwa hiyo sitaigusia kwa saa hii, amjambo tena, ntakeigusia sa ntarudia, lakini mjue sie nafuma tuko mutu na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa kumi na mbili saa Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Baraka One TV. Ajide Kizenga Tembele, King said the only one king eh, Kizaba aimba kiendelea, wanasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Marekani. Matangazo yetu unafuata vizuri kutoka USA, kutoka Europe, kutoka pia Central pamoja na East Africa, na unafuata vizuri pia ukiwa uko Australia na wale ambao wako South Africa. na baada ya hayo yote yalotokea, turudi moja kwa moja ndani ya jiji kuu la Kinshasa, ambako Julien Paluku amtolea uvivu rais mstaafu Joseph Kabila Kabange aliyekuwa gavana wa jimboni Kivu ya Kaskazini. Julien Paluku ambaye kwa sasa ni waziri wa viwanda ameweza kumtolea uvivu aliyekuwa rais bwana Joseph Kabila Kabange kitendo cha kwenda Goma na kuungana na magaidi wa M23 ishirini na tatu katika, katika mkutano na waandishi wa habari, huku akishirikiana na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya, bwana Julien Paluku ameweza kuuliza maswali kumi na mbili yote yakimlenga bwana Joseph Kabila Kabange. Mengi na zaidi, huyu hapa Julien Paluku à douter

de signer les accords de paix le 23 mars 2009 lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23. Na mwasante sana kwa wote ambao mnazidi kufuatilia matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka1 TV na hapo ndipo tunakwenda kungoa nanga, mengine tukutanani majira ya saa sita pamoja na saa tisa na saa kumi na mbili ambako utaendelea kusikiliza Baraka1 TV unapotuma mitazamo wako wa saa kumi na mbili tafadhali tumia dakika moja na nusu mpaka dakika mbili na nusu ili kuachia nafasi wengine uendelee kutoa mitazamo yao kupitia Baraka1 TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town DJP.